Najua unatamani kufahamu au kusikia leo Jimidadi amekuletea kitu gani? Basi leo ningependa nikusimulie kisa hiki, kisa cha ajabu sana chenye mambo ya kutisha na yaliyowahi kutokea uko nchini Indonesia. Simulizi hii itakuacha kinywa wazi, kwa sababu vitu utakavyokwenda kuviona au kuvisikia ndani ya simulizi hii ni vya ku sana hatuna muda wa kupoteza. Simulizi hii inaitwa Kuasa Gelap, endelea kubaki nami ili kujua ni kipi kilijili katika visa vya watu kuchanganywa na mapepo na vilivyowahi kulekodiwa na kanisa Katoliki. Asilimia tisini ni mambo yanayohusishwa na magonjwa ya akili. Ikiwa kama mtu atakumbwa na magonjwa hayo, basi asilimia kumi pekee zitahusishwa na maombi kwa mtu huyo ili kufukuza mapepo ambayo yamo ndani yake, yani exorcism. Bas, hii ni ishu kubwa sana iliyo lazimu kanisa la Roma Catholic kuitumia njia hii ya kufukuza mapepo kwenye mili ya binadamu ili kuokoa. Hiki ni kisa cha ukweli kabisa kilichowahi kutokea nchini Indonesia. Watu wamekuwa wakiwaogopa wa Roman Catholic, wakiamini kuwa ni watu hatari sana duniani. Simulizi yetu inaanza ikimuonyesha Father Thomas akiwa akapata ajali akiwa ndani ya gari yake. Kwenye ajali hii alimpoteza mama yake mzazi, lakini mdogo wake Diadra alionekana kuwa ni mwenye hofu na maumivu makubwa sana. Alisisitiza na kumwomba kaka yake amsaidie. Alihisi maisha yake ndiyo kwanza yamefika ukingoni. Faza Thomas alimkumbatia mdogo wake na kumfariji akimwambia kuwa asihofu, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini haikuchukua hata muda Diadra akakata roho, na Faza Thomas alilia sana. Lakini tukirejea kwenye kifungu cha Biblia Matias kumi mstari wa kwanza unasema, Yesu aliwaita wanafunzi wake kumi na wawili na kuwapa mamlaka ya kufukuza mapepo wachafu na kuponya magonjwa yote. Baada ya muda Faza Thomas akiwa kwenye makaburi akitoa salamu zake za mwisho kwa mama yake mpensi na mdogo wake Diadra alionekana kuvunjika moyo kabisa. Alimtafuta Fadharobi ambaye ni mkubwa wake, akamwambia mimi sihitaji tena huduma kwenye kanisa hili baada ya tukio liliyowakuta ndugu zangu. Fadharobi akamuuliza Thomas, je, umefikilia vyema maamuzi yako? Thomas alijibu ndio, nimefikilia vyema na nimeamua vyema lakini. Fadharobi baada ya kuisikia kengere ikigongwa akamwambia Thomas, huu ni muda wa kwenda kufanya ibada sasa. Kisha Fadharobi akaamua kuondoka. Wakati wa ibada tunamuona mwanamke mmoja ambaye jina lake ni Maya. Huyu alikuja kanisani akiwa na mchumba wake anayeitwa ya Dennis. Yaani ibada ikiwa inaendelea na Dennis akiwa yupo busy sana akituma message kwa mwanamke mwingine akimdanganya kuwa yupo kwenye kikao kizito sana. Akawa anamuuliza, "Je, vipi nikitoka kwenye kikao hiki nitakupata wapi?" Baada ya misa, Maya akawa anamwambia Dennis kuwa Kaila alisema anakuja kanisani lakini sijamuona kwenye misa na simu yake nampigia hapo hapokei. Dennis akamwambia, "Wenda atakuwa na marafiki zake. Muache tu, ni mtoto. Kaila ni mtoto wa huyu mwanamama Maya." Na Denis ni baba yake wa kambo. Maya akamwomba mpenzi wake Denis akazungumze na Kaila. Denis akakubali kabisa, japo anajua kuwa yeye na Kaila ni damu mbili tofauti. Kaila hampendi baba yake wa kambo na anamchukia sana huyu jamaa, ila Denis alikubali ataenda kuzungumza naye. Kaila anaonekana yupo sehemu ya restaurant na rafiki yake Sia. Wameagiza chakula, lakini cha ajabu chakula hakiliki. Sia alimuuliza rafiki yake, kwa nini umpokelei mama yako simu? Kaila alimjibu siwezi kumpokelea mama simu kwa kwa sababu ataanza kuniuliza kwa nini sijaenda kanisani na wala hatamani kurudi nyumbani kabisa. Mbaya zaidi hataki kumuona hata mchumba wa mama yake yani Dennis. Sia alimuuliza Kaila, kwa nini humpendi baba yako wa kambo? Kaila alijibu ni kwa sababu huyu si mwanaume mwaminifu, na nilishawahi kumwambia mama tangu muda, ila mama hajawahi kuniamini hata mara moja, na hapo ndipo nikawa namchukia huyo mwanaume. Sia naye akasema hata baba yake mwanzo alikuwa na tabia kama hizo hizo, ila kwa bahati nzuri wazazi wake waliachana. Kaila akavuta pumzi nzito, kisha akasema A, anamkumbuka sana baba yake, wenda angekuwa yupo hai basi hata mama yake angeliweza kumsikiliza. Wakiwa ndani ya gari, Sia akatoa pendekezo la kwamba wanaweza kuiamsha roho ya marehemu baba yake na Kaila ili ikawasaidie katika jambo hili. Kaila akasita kidogo, lakini baada ya kuwa amepokea ujumbe wa picha kutoka kwa mama yake ikionyesha kuwa Dennis amemposa na mama yake amekubali, ya Kaila alimgeukia Sia na kumwambia kama wanaweza kuita roho ya mfu haraka. Sia alijibu, hilo ni jambo dogo sana. Usiku huo wakaelekea kaburini. Sia akatoa kinyago cha jalankul, lakini Kaila akasita kidogo, akamwambia Sia, ikiwa tutafanya jambo hili na roho nyingine ikaibuka tofauti na ya baba yangu, tutafanyaje? Sia akamwambia Kaila, lakini wewe si una uhakika kuwa kaburi hili ni kaburi la baba yako? Basi nina hakika ya kwamba roho itakayoamka hapo ni roho ya baba yako na si ya mtu mwingine, ila itakuwa hivyo tu kama utakuwa umekosea kaburi. Walifika kwenye kaburi na kupiga magoti, kisha walikitoa kinyago cha jalankul na kukiweka juu ya kaburi walianza kufanya ibada huku wakirudia maneno ya wa kishirikina Jarankul, Jarankul, tuna sherehe kidogo na tumekualika, ila tunakuomba uje wewe peke yako. Yule Jarankul akainama chini na wao wakaruka pembeni, kisha Jarankul akainua kichwa chake tena. Sia akauliza ili kupata ushahidi kuwa hiyo roho iliyoamka hapo kweli ni ya baba yake na Kaila, tuonyeshe kati yetu Kaila ni yupi? Jarankul moja kwa moja akageuza kichwa chake na kumtazama Kaila. Kaila akaanza kuiomba roho ya baba yake, Baba tafadhali zuia mama asiendelee na mahusiano yake. Radi zikapiga kukitisho, na kisha akawa kimya, na mlinzi wa makaburi akaanza kumulika tochi na kusema, nyie mnafanya nini hapo? Wawili hao walinyanyuka na kutoka mbiombio mbio kuelekea kwenye gari. Wakiwa ndani ya gari, Kaila akamuuliza mwenzake Sia, tunafanyaje sasa? Sia akamwambia, inabidi tusubiri tuone kama maombi yatajibiwa. Na wakati huo huo kiumbe fulani cha ajabu kikawa kimejitokeza mbele yao, na Sia akamwambia Kaila kuwa usihofu baba yako yupo nyuma yetu anatusaidia. Walirudi nyumbani. Kaila alimkuta mama yake kalala kwenye kochi fofofo. Alimfunika vizuri, lakini alipogeuka kwenda chumbani kwake alishtuka tena kumwona mama yake kwenye ngazi. Akamuuliza, vipi, ndio umerudi sasa hivi? Kaila aligeuka kuangalia kwenye kochi akamwona mama yake kalala. Alipogeuka kwenye ngazi hakuona kitu tena, alipata mshtuko mkubwa sana. Je, ni kipi kiliendelea? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii ya kusisimua hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa ya Tamu Story, ni mimi msimulaji wako Jimmy Dadi. Kama uja subscribe chaneli hii, unaiona hiyo button ya kengere ibonyeze, kisha subscribe. Usisahau ku like ku share na ku comment. Hii ni Tamu Story, enjoy.